A uh, lakini pia umeuliza vijana wanasaidiaje kuingia kwenye uzalishaji. Kama nilivyoeleza awali tuligundua tathmini ambayo ipo ambayo imeshafanyika na wataalamu mbalimbali na serikali iligundua gundua baadhi ya changamoto za vijana. Mmoja wapo kama nilivyozungumza ikiwa ni mitaji, e, nyingine ikiwa ni uzoefu. Kwa hiyo sisi tunachofanya tunaangalia changamoto ambazo zimekuwa identified. Alafu tunatengeneza suluhisho. Lakitu gani kifanyike ili kuondoa changamoto? Ili kijana asiwe na changamoto utasia katuambia nimekosa mtaji kwa sababu sina sina collateral. Sisi ndo tunakuja na na solution sasa. Ili kumuondolea hiyo changamoto tunafanya nini? Ndio maana tukaja na credit guarantee. Credit guarantee facility. Kwa hiyo sisi tunachofanya tunaangalia matatizo upande mmoja, tumeweka kolamu ya matatizo na hoja za vijana upande wa pili tumetengeneza suluhisho. Hatuna mahali pa kusemea, tumekuja na platform. Viongozi tukienda ofisini tunazuiwa na walinzi, tunazuiwa na secretary. Sasa hivi siku zijazo mtaona tutazindua tutazindua eh, eh, eh, tazindua eh, program maalum ya kidijitali ambayo kijana atakuwa na chati na waziri, ambayo kijana yoyote mahali popote anaweza kutumia simu yake kunifikia mimi na kufikia watendaji wangu eh, chati na waziri kwa muda wote, anaweza kachati, tukampa process, akitaji kitu tunamuunganisha na huyo tunamuunganisha. Hiyo yote tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba, vijana hakuna kijana anasema kwamba eh, ofisini ni mbali Dodoma au sina nauli ya kwenda ofisini au nimeenda nime, nimeishiwa nauli au nimekuta ofisi imefungwa. Tunataka tuone kwamba kijana anasikilizwa kwa, tutazindua hiyo program eh, hivi karibuni na mtaiona, na ningependa tukizindua, pia mtusaidie kuambia vijana kwamba program yuko sasa hivi. Tunafanya ile ambayo tungeza kusema kama manyu, ukienda kwenye peji ya wizara utakuta tuna engage sana eh, hata mimi waga na jibu sana comment na jaribu ku, ku engage, lakini tunataka tutengeze sana eh, utaratibu maalum ambao yenyewe itatusaidia pia kuwa na analysis ya issues ngapi zimekuwa raised. Kila wiki tutakuwa tuna report ya kwetu internally ambayo inatuonyesha katika mitandao ya kijamii issues gani zaidi zimezungumzwa zaidi, maeneo gani amelalamikiwa zaidi. Tutakuja na takwimu ili tuweze ku address issues hizo, hatutake ku hit around the bush. Tunataka kitu ambacho kijijana nacho ndo kitu kicho ambacho sisi tutakishughulikia ya. Kwa hiyo katika hilo naomba nizungumze kwa namna hiyo.